Safari hii tumedhamiria ubaya bwela, na tunapiga kila engo, na tunakusanya kila nguvu, na tunamualika kila mtu mwenye mchango mkubwa kwenye jamii hii, ili mnyama aweze kuvuka na kwenda hatua ya nusu fainali. Wachawi wengi, ndugu za nguvu. <laughs> Wabaya watu, msifikiri tunakwama tu kwa bahati mbaya na watu wamekunja nafsi kweli kweli. Sasa lazima tualike nyuklia za kila namna kuhakikisha kwamba mnyama anafuzu na anakwenda nusu fainali siku ya tarehe tisa. Kwa mantiki hiyo basi, niko hapa ngurume ya radi kumtangaza mgeni wetu mwingine maalum ambaye atahudhuria mchezo wetu wa tarehe tisa, naye si mwingine